Mahusiano wesi, uko na mpenzi? yeah. Hope so. Yani, apart from sex wewe una provide nini kwa mpenzi wako? mapenzi ya dhati kama vipi? uh -huh. Mapenzi ya dhati, mpendane, usimfikirie mwenzio kwa baya na yeye asikufikirie kwa baya kuna... mm. kwa kwa mfano mimi sasa hivi niko na wewe hapa tunazungumza, yeah. akapita pale mm. kuna ile dhamira itakayomuingia kwa haraka mm -hmm. mpenzi wangu ananichiti. yeah. yeah lakini akiwa na ile dhamira ya kwamba hanichiti, namwamini, ananiamini. mm -hmm. Hakuna ile ya kwamba mnaanza kupaka kubishana nilipoona na fulani siku nini. Kwa hiyo ukiacha ile sex, tendo lile la ndoa la midinyano kile yeah. Yani ni kitu ambacho kinawafurahisha tu lakini mm -hmm. kikubwa ni kuaminiana mi, mm -hmm. cha pili muwe na upendo wa dhati sijui kufanya sex si apati ya mahusiano Naweza nikakupenda ila sihitaji kufanya mapenzi na wewe, kwani huo sio upendo? Ni upendo hmm. kufanya mapenzi ni kitu tu, yaani ni kama zawadi koz, kwa sasa hivi wa bongo tunasema, hmm. hmm. nahitaji kuutunuku fulani au nataka nikutunuku hiyo, hmm. hmm. hmm. ni kama tunu tu, lakini upendo utakuwepo hata tusipofanya mapenzi, upendo upo. Kuna watu wa aina mbili huu <coughs> yeah. mmoja yuko fiti majini sana nini, yuko fresh physically, yes, na anaweka mzigo vizuri, yeah. Alafu huyu mwingine kibunda anacho. mm -hmm. kati yao watu wawili yupi ambaye tunafaa kuenda naye? mm -hmm. si so, kama mmenielewa. Kwa kwanza ana kibunda kwa kwanza kwa kwenye kibunda ana... kibunda na hapana, mimi hiyo ninasema tumesema, naendapmo kibunda? yeah. Na mshikaji wa kwanza ndo kama hiyo, yeah yeah. kwa uh -huh. kwangu mimi pesa sizipendi, kwa sababu pesa sio penzi na pesa sio urafiki mzuri. Kwenye gym sijui huyo mtu wa gym sijui mtu wa nini, kwangu mimi simtilii maanani sana, vyote mimi sivitilii maanani. Ataenda gym atafanya nini? Kati yao wawili nataka uchagua mmoja, siwezi nikachagua mtu yeyote anaenda gym na huyu wa pesa, siwezi nikachagua chochote, nachagua moyo wake wangu anaweza akawa anaenda jimu anafanya nini lakini, mm, moyo haumtaki hau au, yeye moyo wake haupo kwangu, ila ni ile anahitaji kumchezea. Nampenda yule ambaye moyo wake uko tayari kuwa na mimi, na mimi moyo wangu umemchagua yeye, awe anaenda jimu awe haendi. Na mimi mm, sitompenda kwamba sijui napenda jimu mm, no. Na huyu mwenye pesa naye it depends mm, na moyo yeah. Sitomchagua kwamba sijui ana pesa. Kwangu mimi sithamini pesa mm, nathamini upendo atakaonionyesha Matumizi yako uh, kwa wiki yanaweza kuwa shingapi? Matumizi kwa wiki either tuseme kwenye, nini, kwenye wewe mwenyewe, full time, yani full body kila kitu okay. matumizi yako kama mdada. Mimi siwezi ngasema matumizi because ukizungumza about clothes hata kabla sijakutana naye clothes nilikuwa nazo. Clothes hizo ni uh -huh. kama vitu vya zawadi, atakapopita huko kwenye kitabu zake ataona hiki kinamfaa mpenzi wangu, ataniletea. Mm. Okay. About msosi mimi it depends. Nikiwa siku za kazini huwa nakula nikinywa chai morning ni kila morning, nikinywa chai morning, lunch, night. nch sitokula nikinywa chai morning, lunch, siwezi kula na kula night. unafanya hivyo kwa sababu wewe mwenyewe ndio na mfumo wako. mimi mwenyewe ndio mfumo wangu ambao nimejiwekea na ninaopenda, yaani niseme kwa siku nzima nikitumia pesa vibaya ni elfu tano. Hiyo nimeitumia vibaya, yani ni ile mimi mwenyewe najua nimeitumia vibaya pesa kama hii, natumia. Na nikitumia pesa ambayo najua kabisa leo nimeitumia kwa uhalali, asubuhi hmm. nakunywa kama ni andazi lile la mia hmm. tatu chai kikombe cha mia mbili, hiyo hmm. ni chai yangu ya asubuhi. wow. I'm so full. Na hapo nisipokunywa chai oh, na andazi nitanunua oh, oh. mkate Like this, cha. chai pengine sitoipendelea sana nitanunua kama ni mkate na maji mm. Nisiponunua mkate na maji nitanunua kama ni muogo ule wa kukaanga mm. kipande cha mia tano, na maji mm. hiyo nitamaliza. Na unafanya kazi? Hapana, sisomi ah. ah, nipo tunafanya kazi, kuna mama anamsaidia kazi ya hotelini kunapika nyumbani, ndio hivyo. Sometimes mchana huwa Mchana huwa spendi sana kula mm, night na kula na night, napo inategemeana mm. Inawekea chips za elfu mbili kakaangu simalizi mm. Na muda huo nimekunywa chai asubuhi, mchana sijala, ila niwekee chips za elfu mbili mm. Ziwe kavu, ziwe za mayai, ziwe nini, sitomaliza. Kwa hiyo huwa napendelea mm, na mix. Natumia chips za buku yeah, kama ni mishikaki ya buku yaani, for night natumia elfu mbili yeah. Yeah. Ndo hmm. kwa wewe hapo, piga nywele nywele, it depend na nywele. Kwa mfano kama sasa hivi nimetia dawa hmm. natumia one month ndo nitarudi tena saluni, dawa tayari shaka tayari, kama nitaamua kuweka dawa nyingine hmm. au nitaamua kusoka. na gharama ya nywele ni shingapi? kutia dawa, tia dawa elfu kumi yeah. hmm. Okay, mara ngapi anakugea ana mpenzi wako hiyo ya nywele, yeye uoga anatoa any week huwa hmm. hmm. anatoa hmm. shilingi elfu kumi hmm. kila wiki ndio ananifaa wewe, sema ndio hivyo. Sasa hivi maisha nipo simple, nimechagua maisha ya mepesi, natulia. Utatafuta kwa jina la Melissa. Melissa. Yeah. Wow. Jina zuri. Mazingira mengine utanitafuta kwa jina la Angel. Ukinitafuta Angel, kwa bara utanitafuta kwa Miriam. Miriam. Okay. So, of course. <laughs>